Maendeleo ni mchakato unaosaidia wanadamu kuongeza siku za kuishi, hivyo serikali inajivunia maendeleo ya dira ya mwaka 2025 kwa kuongeza umri wa kuishi. Hayo yamesemwa jijini Dodoma na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo katika mkutano wa wadau wa masuala ya sheria pamoja na taasisi mbalimbali za serikali huku akieleza kuwa demokrasia, haki pamoja na uhuru wa binadamu ni sehemu mojawapo ya maendeleo. Kuna a very big debate why the rule of law, why justice. E, serikali kazi yake ya msingi ni kutoa, ni kusimamia shughuli za maendeleo na kutoa huduma kwa wananchi. Hiyo ndio shughuli ya msingi ya serikali duniani, sio kazi nyingi sana law and order katika nchi huduma kwa wananchi na kuhakikisha na kwamba mipango ya maendeleo inakuwepo na inasimamiwa. Mambo mengi watafanya wananchi. Sasa law, rule of law inaingia wapi na masuala ya justice? Na kuna a big debate does democracy constrain or facilitate the development and of course there are countries which believe that democracy is a problem to development. Zipo nchi nyingi tu ambazo zinaamini kabisa kwamba demokrasia ni changamoto eh. Demokrasia hii ambayo tunaifahamu sisi nchi, kuna nchi zinaamini kwamba ni changamoto katika maendeleo. Kwa hiyo na sisi kama nchi eh, tupo wapi? Kwamba demokrasia na maendeleo, haki za binadamu eh, utawala bora na maendeleo. Nataka tupeleke maji, tupeleke umeme, tupeleke elimu, wananchi wapate fedha mfukoni, nchi kuwe kiuchumi hapa, demokrasia haki za binadamu inaingia wapi? Hii ni debate kubwa sana duniani ambayo inaendelea, na fursa mnaoipata hii kukutana na watu wa serikali na wasio wa serikali ni muhimu kuwa nayo, na ukikutana na viongozi wa serikali wazembe watakwambia, ah, demokrasia acha nayo hiyo, itatuchelewesha sio hiyo. Hiyo ni eneo kubwa, na wataalamu wetu hawa ambao mmekaa nao hapo wanaishia, wanaweza akahalalisha vizuri sana kwa nini demokrasia is a problem? Lakini muhimu mjue, sisi kama nchi tunasimamia wapi katika hilo. Sasa ni muhimu kuelewana kwenye hilo, kwa sababu kwanza maendeleo yenyewe ni nini? So is it maji is it umeme is it elimu, au hivi kama umenunua nyumba, what is development exactly? Kwa hiyo hizi ni ni theories ambazo zipo nyingi sana huko duniani, lakini I I maendeleo manake uhuru. Basi mambo yetu tunaangaika hapa ili tupate uhuru. Na ndiyo tofauti kubwa kati ya sisi binadamu, sisi ni wanyama pia, ila tunaitwa homo sapiens, binadamu, na ndiyo tofauti kubwa kati ya sisi na wanyama wengine. Ukamchukua kutoka Serengeti ukamtupa Mikumi ataishiamaani But, but sisi binadamu we have a choice of freedom. Development ni kitendo chochote kinachokuongezea uwezo wa kuchagua kufanya jambo fulani, lakini pia kinachokupa fursa ya kuongeza siku za kuishi, kwa sababu the endo, at the end of the day wote hatimaye tutafariki, lakini kwa mtu naenda hospitali ukiugua, kwa sababu unataka kuongeza siku za kuishi, otherwise ungeungoka tu na ungekufa. Kwa sababu malaria kama hujatibiwa lazima ikuue. Unaenda hospitali ili kuongeza siku. Kwa hiyo maendeleo pia yanahusisha mchakato wa kukusaidia kuongeza siku za kuishi hapa duniani. Na ndio maana misiba inatofautiana. Kienda kwenye msiba aliyefariki miaka tisini, inakuwa ni furaha zaidi na mshangilia huyu bwana, Mungu alimjalia. Miaka tisini. Ndio maana msiba wa Mzee Mwinyi mwaka jana, mwaka juzi ilikuwa furaha tupu kwa sababu mzee alikaa miaka 99. Of course kwa familia haiwezi kuwa furaha tupu, lakini kama nchi f ama naye mzee wetu amefikisha miaka 99, kwa sababu at the end of the day we shall die all of us kwa development it also involves raising the average life span. Ndio maana mimi nikisoma bungeni, nikianza kutaja mafanikio ya serikali ya dira 2025, tumeongeza umri wa kuishi kutoka miaka 52 mwaka 2000 sasa miaka 66 wastani, wanawake miaka 68, wanaume miaka 64. Kwa hiyo hiyo, tumepiga hatua. Tumeweka lengo, tutakuja kueleza baadaye, ifika mwaka 2050, average lifespan iwe miaka 75. Tukifanikiwa kufika hilo, maana yake tumepiga hatua, lakini tumeongeza healthy and happy. Msingi mkubwa wa majadiliano yetu ni kuwekeza zaidi nguvu katika hoja ya mheshimiwa Rais aliyekuwa anasema mifumo yetu ya utoaji haki haisomani. Sasa Rais anapozungumza anazungumza na nchi nzima azungumzi na watu wa serikali anazungumza na si, si wote kwamba mifumo yetu ya haki mnyororo mzima wa haki e, ile chain ya haki, au ile ecosystem ya haki, inapaswa kusomana. Na kusomana haimaanishi kwamba ni taasisi za serikali pekee peke, ni taasisi za serikali pamoja na taasisi ambazo zingine za serikali. Kwanza taasisi za kiserikali zisomane alafu pia na sisi wengine wadau wa haki e, wa mfumo wa utawala sheria, masuala ya haki za binadamu tuwe pamoja. Kwa hiyo tumeona kwamba e, tuna changamoto ya kufanya kazi kwa pamoja. Eh, wakati mwingine tunakuwa tunaogopana bila sababu, wengine tunahisiana tofauti. Zipo taasisi ambazo tumeendelea kufanya nao kazi kwa pamoja, lakini zipo zingine ambazo pengine kwa sababu ya viongozi walioko katika taasisi hizo bado wanashindwa kutuelewa sisi kama ni wadau wakubwa asasi za eh, kiraia, vyama vya sheria, sisi mawakili ni wadau wakubwa sina katika mnyororo wa haki. Mnyororo wa haki, kwa mfano mtoto anabakwa mpaka anakuja haki yake inapatikana, wote tunahusika: asasi za kiraia, wanasheria, serikali, ustawi wa jamii, mahakama Eo, DPP, polisi yote tuko kwenye mfumo huu. Sasa lazima tu, tu, tuangalie namna gani tutakuwa wadau upate fursa. Kwa hiyo kikao chetu hichi, tunajaribu kuangalia namna gani tutajeng, tutajenga mashirikiano mashirikiano. maana yake imaanishi kwamba tunaondoa uhuru wetu kila mtu kufanya kazi yake, hapana. Sisi tutabakia kuwa sasa kiraia, mahakama itabakia mahakama, wanasheria watabakia kuwa wanasheria, kila mtu atafanya yakwake, lakini yale maeneo ambayo tunahitaji kukutana, kwa mfano masuala ya reforms, kujadili mabadiliko ya sheria utungaji wa sheria kufanya uchambuzi wa sheria, changamoto zilizoko kwenye jamii na mambo hayo, mambo ambayo tunaweza tukafanya kwa pamoja, lakini kuangalia taasisi zetu zina changamoto gani. Ndio maana tukasema tuka, tuwe na forum ya moja kila mwaka, mkutano mmoja wa kila mwaka wa wadau, ndio hicho tunapanga, tuna ambao tutakutana wadau wa serikali, sisi wanasheria, mawakili, tuangalie mfumo wetu wa haki unafanyaje kazi, changamoto ziko wapi, alafu tuweke mkakati wa kuzifanyia kazi. Tanzania imekuwa ikijikita katika ujenzi wa taasisi za haki kupitia miradi mbalimbali mbali ya kuimarisha mahakama kwa kuwa ni nchi ambayo inaamini katika misingi ya utawala bora na sheria.